Habari za asubuhi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amen. Na mimi niungane na aliyetangulia kusema kuwakaribisha Baraza la Mitihani. Na leo tuna taarifa muhimu tunayoomba mwifikishe kwa Watanzania. Taarifa hiyo inahusu matokeo ya mtihani wa kidato cha nne uliofanyika mwaka 2025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 na wavulana laki mbili sitini na sita elfu na ishirini na nne sawa na asilimia 47. Mahudhurio katika mtihani huu yalikuwa asilimia 97.5 sawa na wanafunzi laki tano hamsini na tano elfu mia sita na sita. Kuhusu matokeo, takwimu inaonyesha kuwa ufaulu wa jumla umepanda kwa asilimia 2.61 na hivyo kufikia asilimia 94.98 ambapo watahiniwa laki tano ishirini na sita elfu mia sita na ishirini wamefaulu kwa kupata division 1, 2, 3 na 4. Mwaka 2024 watahiniwa waliofaulu walikuwa 477262 sawa na 92.37, na mwaka 23 walikuwa 471427 12, mm -hmm, sawa na 89.36. Kuhusu ubora wa ufaulu waliopata division one mpaka 3 wameongezeka na kufikia 255404 sawa na 46.1, ambapo division 1 ziko 56410

sawa na asilimia 37.4. Hivyo katika kipindi cha miaka miwili, ubora wa ufaulu umeongezeka kwa asilimia 8.7. Kuhusu ufaulu kwa jinsi, kati ya watahiniwa laki 526620 waliofaulu, wasichana ni laki 278108, sawa na asilimia 94.3 ya waliofanya, na wavulana ni 248512, sawa na asilimia 95.8 ya waliofanya. Aidha, kati ya waliofaulu wasichana ni asilimia 53 na wavulana ni asilimia arobaini na saba. Kwa kuangalia ubora wa ufaulu ambapo tunazingatia waliopata division 1, 2 na 3, wavulana ni laki moja thelathini na tano elfu mia sita sabini na sita sawa na asilimia hamsini na mbili nukta tatu ya waliofanya na wasichana ni laki moja kumi na tisa elfu mia saba ishirini na nane sawa na asilimia arobaini nukta tano nane ya waliofanya. Kati ya watahiniwa wote laki mbili hamsini na tano elfu mia nne arobaini na nne waliopata division 1, 2 na 3, wavulana ni asilimia hamsini na tatu na wasichana ni asilimia 47 Hivyo wasichana wamefaulu wengi zaidi kwa asilimia sita kuliko wavulana na wavulana wamefaulu vizuri zaidi kwa asilimia sita kuliko wasichana. Kuhusu ufaulu kimasomo, kwa masomo ya science jamii yanayojumuisha civics, history na geography, takwimu zinaonyesha kuwa masomo haya yameendelea kupanda kama ilivyokuwa mwaka 24, ambapo somo la history limepanda kwa asilimia 4.87 na kufikia ufaulu wa asilimia 78.23. 782 Geography imepanda kwa asilimia saba nukta tano tano na kufikia asilimia sabini na tisa nukta nne sita na civics imepanda kwa asilimia moja nukta tatu mbili na kufikia asilimia sabini na moja nukta sita sita. Mwaka 24 history ilipanda kwa asilimia kumi nukta moja sita. Geography ilipanda kwa asilimia saba nukta tano tisa na civics ilipanda kwa asilimia mbili nukta tano moja. Kwa masomo ya lugha ufaulu wa somo la Kiswahili ni asilimia tisini na saba nukta nane mbili. Kwa somo la English language ufaulu, ufaulu wake umepanda kwa asilimia 3.39 na kufikia asilimia 79.48. Mwaka 24 ufaulu wa somo la English language ulipanda kwa asilimia 7. Kwa upande wa masomo mengine ya lugha ufaulu wa French language umepanda kwa asilimia 7 na kufikia asilimia 82.9. Ufaulu wa Chinese language umepanda kwa asilimia 14.3 na kufikia asilimia 93.43 na na kwa kwa somo la Arabic language ufaulu umepanda kwa 17% na kufikia 50.62. Kwa masomo ya science takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa somo la chemistry umepanda kwa 0.52 na kufikia 96.88. Physics imepanda kwa 10.06 na kufikia 10, 84.04 na biology imeshuka hadi kufikia 65.7. Ufaulu wa masomo mengine ya sayansi nao uko vizuri, ambapo engineering science ni asilimia 86.12 86, agriculture asilimia 94.81, information and computer studies asilimia 95.52, additional mathematics asilimia 95.91 na food and human nutrition ni asilimia 100. Kwa upande wa somo la basic mathematics, ufaulu umeendelea kuwa chini ya wastani kwa mwaka 2025 kama ilivyokuwa mwaka 24 23 na 22. Hata hivyo, ufaulu wa somo hili kwa mwaka 25 umepanda kwa asilimia moja nukta moja na kufikia sasa asilimia 26.45. Kwa masomo ya biashara, ufaulu wa commerce umepanda kwa asilimia 5.89 na kufikia asilimia 95.06 na kwa somo la bookkeeping umeshuka kwa asilimia 14.02 na kufikia asilimia 74.25. Ufaulu kwa masomo ya utamaduni, sanaa na michezo umeendelea kuwa mzuri ambapo somo la theater arts ni asilimia 97.61, music asilimia 96.67, physical education asilimia 96.29, na fine art ni asilimia 84. Kwa upande wa masomo 13 ya ufundi, ufaulu ni mzuri na upo kati ya asilimia 81.22 hadi ya asilimia 100. Kwa upande wa masomo ya dini, somo la Bible knowledge ni asilimia 97.34 na elimu ya dini ya Kiislamu asilimia 85.68. Ufaulu kwa masomo hayo umeendelea kuwa mzuri kwa ufaulu wake kuendelea kuwa juu ya wastani. Kwa upande wa watahiniwa kujitegemea, takwimu zaonyesha waliofaulu ni 16,794 sawa na asilimia 73.83. Mwaka 2024 watahiniwa kujitegemea waliofaulu walikuwa 15,703 sawa na asilimia 62.51. Hivyo ufaulu wa watahiniwa kujitegemea umeongezeka kwa asilimia 11.32 ikilinganishwa na mwaka 2024. Baraza limezuia kutoa matokeo ya watahiniwa 435 ambao walipata matatizo ya kiafya na kushindwa kufanya mtihani kwa masomo yote au idadi kubwa ya masomo. Watahiniwa watahiniwa hao sasa wamepewa na fursa ya kufanya mtihani kwa masomo ambayo hawakuyafanya kwa sababu ya ugonjwa wa mwaka 26 kwa mujibu wa kifungu cha 32 kifungu kidogo cha kwanza cha kanuni za mitihani. Ndugu waandishi wa habari, Baraza la Mitihani limefuta matokeo ya wanafunzi 77, 30 wa shule na 47 watahiniwa kujitegemea ambao walifanya udanganyifu na wanafunzi wawili walioandika matusi kwenye karatasi zao za majibu kwa mujibu wa kifungu cha 5 kifungu kidogo cha pili ai na j cha sheria baraza la mitihani sura 117, kikisomwa pamoja na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha pili b cha kanuni za mitihani za mwaka 2016. Baraza la mitihani la Tanzania linapenda kuchukua fursa hii kuzipongeza kamati za mitihani zote nchini wakuu wa shule, wasimamizi, wasaishaji kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya. Baraza linawapongeza wanafunzi wote waliofanya mtihani wa kidato cha nne mwaka 25 kwa kuwa na utulivu na kuzingatia taratibu za mitihani zilizowekwa. Matokeo ya mtihani wa kidato cha nne mwaka 25 yanapatikana katika tovuti ya baraza ambayo ni www.necta.go.tz. Asanteni.

Asante, eh, kwanza, hatua ya kwanza kabisa kama hivi ambayo tumefanya kwa mujibu wa kanuni kwamba ukiandika matusi unaadhibiwa na adhabu yake ni kufuta matokeo. Lakini pamoja na hivyo, sio mwisho wa elimu. Wanapewa fursa ya kurudia mtihani katika mwaka unaofuata. Lakini baraza linachukua hatua mbalimbali. Mmoja mbali. ni kuziandikia barua taasisi ambazo zimewasimamia wanafunzi hawa wakuu wa shule. Kwao, tunawafuatilia kujua changamoto yao hasa ni nini, lakini pia kutoa mafunzo kwa wale wa madarasa ya nyuma wanaofuata. Hivi ninavyozungumza, baraza limefanya utafiti sasa rasmi kuhusu maswala haya ya matusi. Kama mnavyoona eh, juhudi hizi za, za, za matusi ambazo tunachukua zina zinatusaidia zina, zina, zina, zina, zina mwaka jana katika form 4 tulikuwa na wale walioandika matusi watano, mwaka huu wawili. Lakini tumefanya tafiti sasa, tupo katika uchambuzi wa eh, matokeo ya utafiti huo, na pengine taarifa ikiwa tayari tutaitoa kwa wadau. Swala la matusi ni swala kimaadili, lakini kwa upande wa taaluma ni kuhakikisha Uh, ujifunzaji na ufundishaji unafanyika ipasavyo, kwa sababu tunaamini mwanafunzi mwenye maarifa yaliyokamilika hawezi kuandika matusi kwa. Bila shaka, anayeandika matusi, moja ya sababu pamoja na swala la kimaadili, lakini pia anakuwa amekosa maarifa ya msingi. Kwa juhudi zinaendelea, na nitoe wito kwa wadau wote kushirikiana katika kuhakikisha wanafunzi hawa wanapata kile wanachostahiki katika taasisi za elimu. sana Katibu Mtendaji kwa taarifa hiyo. Nishukuru members wa management, niwashukuru waandishi wa habari wa wote, na niwakaribishe kwa wakati mwingine Baraza la Mitihani.